ama miwili au mwaka mmoja, kwa nini miaka miwili, mwaka mmoja? Wewe unafikiri kwa nini? Mimi sijajua, ndio maana tumekutana na wewe hapa. Ah, wewe mwenyewe unahisi ni kwa sababu wewe. Wewe si mtu wa media, mm, na unafuatilia watu, sababu si mtu wa kufuatilia watu. Nahisi pia Aristote ubize, uh, labda washughuli zake binafsi, ndio maana ameamua wache vijana <coughs> sio kama unamua wache vijana. kuna <coughs> um, baadhi ya vitu, kuna level fulani ukifika unajikuta automatically. Wewe mwenyewe tu unajikuta unaona kama hiki kitu ni kikifanya kendani na mimi. Wewe mwenyewe, we mwenyewe, automatic. Mtu akiambia uache za kana, labda unaweza kahisi, labda huyu ananiambia niache, ananionea wivu mm. lakini kuna level ukifikia, wewe mwenyewe automatic unajikuta tu unaacha mm. Yes. Kwa maana hiyo, kwamba tuseme kwamba Aristote sasa hivi amefikia level ambayo huwezi kumfananisha na wakina baba, level akina Mwijaku, wakina Dodo, magari wale wote, sio level zangu mimi. Mimi sio chawa wa kipindi kile, au mimi sio influencer wa kipindi kile, wale mainfluencer unaowataja wote majina hapo, sijui Doto, sijui Baba Levo, sijui Mwijaku, sijui Doto, wale wote, sasa hivi tukisema, sasa hivi tubato tuweke chini mali sio ameshika, tuweke chini asubuhi tukehiyo. Kwa nini unajiamini sana? wale wote unawataja hapo, sasa hivi umoja kusema anaumwa, anaumwa gonjwa lenye natakiwa ili aende India, inatakiwa milioni 500 Watanzania lazima wamchangie wewe. Lakini mimi ili mnichangie mm. <laughs> Bro ntakuwa nishapambania afya yangu sana gigenga, alafu, nime, nime kwa sababu ku, nimejijenga alafu nimeinvesti kwa kupigania kesho yangu mm. Najua kabisa kama kuna kesho yangu Sitaki kwenye kubabaja babaja tu, natakiwa ni invest. Mimi nime invest bro. Unamaanisha una kwamba resort hizo sasa mjini, sasa hivi resort inaweza kuwa, namiliki hata nyumba hata 6 7, viwanja kama 80 unaweza kamiliki nyumba sita au viwanja vingi, lakini visiwe na mantiki au visiwe na visiwe na na hela nyingi. Unamiliki viwanja vya kule labda vya Msata mm. unaelewa vya Chalinze mm. na mtu anayemiliki kiwanja kimoja hapo Mbweni mm. value yake ni kubwa kuzidi vile viwanja kumi ulivyo vimiliki. Bro mimi nime invest kwenye ardhi ah, nime invest kwenye ardhi kila sekta, sio tu. Baadhi ya vitu tupendi kuonyesha, kwa sababu mtachishika sana kufanya kazi sawa. Mm. lakini Aristote, tunajua mara nyingi bwana, wewe ukiwa na vitu kama hivyo, lazima uposi. Watu wanasema kwamba Aristote kapotea, mara Aristote alipotea na bunje na bei naye akapotea. Sio kupotea, kuna kiwango fulani ukifika cha hela Yani kile kiwango cha ile kikisha kifikisha, hata wewe Roja, siku kifikia kiwango fulani, otomatika, yani hiyo kiwango kinafanya mwenyewe uwe kimya, sijui unanielewa. Hata sehemu ya kula utajichanganya sana, hata kwenye maiki hivi utakuwa na hofu, maklabu utakuwa na hofu. Pesa zile zinafanya, manake mwisho wa siku unakuwa na hofu ya kwenda kila sehemu, kujichanganya, usijoka kazurika, usijokafa ukaacha mali zako. <laughs> ukiwa una kitu cha kupoteza kila siku utakuwa klabu, ukiwa una kitu cha kupoteza kila siku utaonekana, kwa sababu ukiwa na pesa unaanza kulinda status yako, yaani usije ukafa mapema ukaacha pesa zako. Mimi na sasa hivi kuna baadhi ya vitu vinanilimiti kama ni, mali zangu nizo zichuma nisije nikazipoteza mapema. Mimi naamini sana kwenye, kwenye ardhi kwa sababu ukisha miliki ardhi sana. Hayo magari, magari ni furniture tu. Magari unaweza kanunua leo kesho lika drop lika ukauza ukauza kwa bei ya hasara, lakini ukimiliki ardhi bro, trust me, ardhi haijawahi kumtupa mtu. Si mnaona mimi nanunua zero kilometa muda wote? Sijui nanunua zero kilometa, na nikinunua nikifanya kitu kikubwa unasikia Aristote atuelewe, unatoa hela hela wapi? Wapi? mimi nakuuliza sana Eh, yani sio wewe bro, maswali ni mengi. Aristote unatoa hela wapi? Biashara zako. Invest kwenye ardhi bro hata ardhi ikiuzwa Msata au sijui Chalinzi au inauzwa ina sijui Morogoro, naenda, uweke hela kwenye ardhi, ipo siku utanishukuru. Sasa okay. hivi tunaona vijana wote mjini, watu masta uh, wakinunua simu kama ambayo umeshika hapo, siona Aristote anapigia kelele. Hizi nimenunua tatu, mmoja okay. ya mke wangu hmm. moja ya kwangu hmm. moja ya binti yangu bei gani? hii maana yake mimi nimenunua kipindi kile zinatoka hata kabla hazijashuka bei. Ndio zimetoka tu, ni kaprioda hii, ni one GB. nimenunua milioni sita na laki nane. Okay. Binti yangu nimemnulia GB 256. Mke wangu nimemnulia GB 500 na kitu. Wewe mwenyewe usakusanye hizo ni shilingi ngapi? <laughs> kitu kya kawaida umevuka, kitu kya kawaida. Arzi, wekezeni kwenye arzi, wekezeni kwenye arzi wadogo zangu. Magari ni furniture, au kipanga apartment ni za watu. Wekezeni kwenye nini? Kwenye arzi, mtakuja kunishukuru baadaye alisote kile kiwanja chao ambacho ile sehemu ambayo umejenga, mm. watu wanasema ni sasa. Alisote kama umefanya kama ume zaidi ambavyona wa... heka mbili na nusu ni skwea mita elfu tisa mm. ukizungumzia skwea mita elfu tisa jaribu kuuliza watu wa wanaojenga nyumba atakwambia skwea mita elfu tisa ukubwa wake ukoje? mm. siju sijui unanielewa? mm. master wote wakubwa, yaani watu wenye pesa mm. hawakai kwenye maeneo vichochoro kama vya Mwijapo au vya Babalevo, bro watu waliojipata <laughs> wana wa... Masta wote wanaojiweza, masta wote duniani kote ukitoka yani, hapo ndo jaribu kuangalia. Nyumba ya bi wewe unataka chochoro? Nyumba ya bi kwenye square mita mia mbili <laughs> hamna ile baba levo yenyewe kiwanja kinamtupa. Kiwanja kiona hem tu, turudi nyumba. Kiwanja changu bro, kiwanja mimi kiwanja nilichojenga. Kiwanja kimejako. Square meter mia mbili. Ah, kiwanja cha mwigakuska mita mia mbili kiwanja nilicho, yani ile space ndio nimetengenezea mlinzi wangu mimi, yani ndio nimeweka ghorofa la mlinzi getini kwangu. Mi naishi kistar bro, mi naishi kistar. Sikua mita elfu tisa mm. Sikua mita moja mimi pale napokaa ni elfu sabini fanya elfu sabini mara elfu tisa ni milioni mia ngapi? Bado sijaweka fence, bado sijaweka gharama ya nyumba, ni bilioni mbili pointi hao wote unawataja hapa, kuna mtu anakutoboa? hata wakikusanya na ndugu zao, sijui familia, kuna kutoboa? mimi mi nina hela, mi nina hela, narudia tena kwa confidence, mi nina nini? nina hela. Ni alafu mimi sio influencer influensa, kuinfluensi watu kuchi, yaani kusifia watu kijinga. Nainfluensi watu wapambane, watafute pesa, wafanye vitu vya msingi, lakini huko ndio ulikotokea. So, kwa Diamond hadi leo niko kwa Diamond. Okay. mm -hmm. lakini tukikaa na Diamond tunaongea kama wafanya biashara wawili, hata vunja bei nikikaa na e, sasa hivi tukikaa na vunja bei yeah. Tu, yani tunakaa kama matajiri tunapanga mipango yeah. tunazungumzia pesa. Sio ile style nimekaa. Umepoa. Umepoa. Umepoa utoto. Wewe utoto unazalilisha <laughs> <laughs> <utoto>, familia. Wewe utoto ukiwa na pesa umepoa. Umepoa. Lakini sasa anaokota shilingi Anaokota shilingi ngapi? Kuokota. Hata kipindi mimi nafanya uchawi, sijawai kufanya hiyo vitu. Mm. Mimi nina level zangu. Mm. na mina, mimi naomba kuambia machawa wa investi wa invest watengeneze maisha watengeneze maisha ya kesho, hakuna mm. Ha, kuna wako vizuri bro, akaunti zao haziko strong umeona uh, eh? mm. mm. ki pia gorofa ya Baba Levo amejitahidi sana, Baba Levo amejitahidi sana alafu amepgredi zaidi, uchawa umemlipa mpaka sasa hivi. Soon Mungu akimjalia naweza akawa mbunge mtarajiwa. Akiwa mbunge atakuwa tayari amefanya nini, ametoboa. Kwa hiyo Baba Levo ametumia akili kubwa, Baba Levo ana starehe anap... imefanya nini, imemzidia. alafu asilimia tisini wanaotoka WCB ni wachache waliotoka WCB, wana uwezo mkubwa Amonaisi ana uwezo mkuu, ametoka, ametoboa. mm. e, mboso mboso kashaondoka hivyo, ametoboa. ndugu yetu sitaki kumtaja, sitaki kutaja majina eian, katoboa. katoboa kuna mwingine sitaki kumtaja majina, sitausinigomarishe na watu amepotea. <laughs> Sitaki... yani sitaki kutaja majina, ile ni familia yangu. Lakini la, la, ukishatoka WCB jitume, jitume, pambana, la balaba, la si, na kama umetoka na deni, na na kama umetoka na deni, la au yataja jina la mtu hapa, ndugu yangu, mwisho mimi, mia yani, narudia tena. Sijataja jina la mtu. Ametoboa ajatoboa? Wewe unaonaje? Wewe unaonaje? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Waandishi wa habari mna maswali yes. uh, ya mitego. Harmonize katoboa. Mboso katoboa. Katoboa. Yes. Rayvan ametoboa ajatoboa? Mimi sio mnafiki Si bro, si jambo rahisi ili utoboye kwenye huu mji. Sio jambo rahisi, muziki ni mgumu, ni mgumu. Unamwonaje? Unamwonaje Lavalava na Mbosso? We, unaonaje? kwa wewe mwandishi wa habari, ongea kama wewe. Ah, kila, kila mtu ana ana nafasi nafasi yake yake, eh kila mtu tumalizie na eh, ana nafasi yake ah. Miongoni mwa mastamba wanatembelea magari mazuri mm. Watu ma influencer wapa mjini mm. Bila kumtoa mtu yoyote mimi mm. Ni mtu pekee niliyenunua 0 km 0 km 2025, sitoi mtu yoyote, yani wote unawataja wote. Sio <laughs> Sio zero. Siyo zero, tusio wanafiki gari yake ni ya bei kubwa, ni expensive, lakini sio zero kilometer. Mimi ya kwangu bro ni zero, wende ikagua hapo nje ni zero kilometer he, 20 2025 gari ya mwaka wa leo, gari na iwasha inaiwasha <laughs> hapa na tukikaa naiwasha nje hapa tukikaa. Anawasha, anawasha. Ah, gari unashika kwenye simu? Bro, mimi sio mnafiki bro. Anawasha hiyo ni gari ya mwaka wa leo, gari inawasha hata nikiwa niko China, niko Dubai, mm, nawasha gari. Wende iangalie gari hapo, inawaka kwa nini ha, waamini na mimi nachokwambia, ni gari ya mwaka wa leo. Alafu wafate wote waulize hivi, unaweza ukawa huko Marekani ukawasha gari? Twende nje

Sasa waulize wale wawashe gari wakiwa yuko nje ya nchi. Zero kilomita, makaratasi ya zero, 2025. Na hii <laughs> sio wheel track ya kawaida. Hebu rudi niwashie kitu. Naona muelewi uandishwe wabani. Naona mwelewi. Zilizo jam <laughs> mjini ni wheel track. Hii ni wheel track. X X unazoziona mjini ni wheel track. Hii ni wheel track. Hebu sema X. X. Eh? Hapa. Nazima, nazima gari. Nina hela hela bro. Ukiwa na hela unaweza kufanya matumizi. Bei gani? Milioni milioni milioni 200, 230 230, sema eh.